Jana ulivyokuwa una perform kwenye tukio la uh, Azam tax pale mm. E, ambao tulikuwa watazamaji sehemu, wasema mtoto ana kipaji kikubwa sana no. Kuna wakati ku ufanya kama ku freestyle hivi Ndiyo. Kuna muda unatoa mashairi kichwani bila eh. kuyaandika eh. Zungumza kuhusu uh, tuzo aloipata Said Salim Bakhresa jana. <laughs> Anasema ah, zinalipa juhudi, hakuna asiyejua. mm. yeah. tuzo bora ya mlipa kodi bahare saa kachukua nah. na mlinde wa dudi azidi kutusua oh. makofi mengi kwa bahare saa, kazi yake twaiona oh, imepita sijapita <laughs> <laughs> Umepiga. Na vina vimekaa sana, umetumia siku ne ngapi? Yaani siwezi kufikiria hivyo. Unadhani pia ni kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amekupatia ya? yeah, ni shani ambayo Mwenyezi Mungu amenibariki am, am, ame mm. yaani mwenyewe nimejigundua na talanta hiyo mm. ya kufanya hiko kitu kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. hakika unayo na. yeah. hakuna mwenye nayo mwingine kama Fumau hakuna hakuna <laughs>